Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ismaili Ali Ussi amesema hayo kwenye mbio za Mwenge katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, kuwataka walimu kutoa bugudhi wanafunzi ambao wanajiunga kwenye madarasa maalum ya kufundishwa kuhusu kupinga na kuzuia rushwa kwenye maeneo yao. Hizi klabu ambazo zimeanzishwa katika shule za msingi, shule za sekondari lakini pia hata vyuo vikuu, klabu hizi zipo, kwa kweli zinaenda kusaidia kweli kweli swala so zima la kupambana na rushwa. Niwaombe sana ndugu walimu, wawape mashirikiano hawa vijana wetu, kwa sababu vijana hawa leo hii wameshakuwa wakakamavu, wameshakuwa wazalendo, wameshakuwa tayari kwenda kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwaombe sana ndugu walimu, isiwe leo hii klabu hii kujua na Mwenge wa Uhuru, ikawa ndio sababu ya watoto wale kwenda kuchukiwa ikawa ndio sababu ya watoto wale kwenda kufelishwa mitihani, ikawa ndio sababu ya watoto wale kwenda kufanyiwa mambo ambayo hayastahili. Kwa upande wake, kamanda wa Takukuru wilaya ya Handeni akaelezea mikakati yao ya kuendelea kuwafundisha wanafunzi wengi zaidi masuala yanayohusu upingaji wa rushwa, hasa kwenye mwaka huu wa uchaguzi. Shule hii ya msingi ina klabu ya wapinga rushwa ambayo ni moja ya klabu mia moja themanini na saba tulizo tulizonazo katika wilaya yetu Handeni. Lengo kubwa la Takukuru kuwa na klabu kama hizi ni kwa ajili ya kuwajengea uelewa vijana hawa wakiwa tangwa shule za awali za msingi, sekondari na vyuo, ili kuwapa elimu ya rushwa waweze kujua madhara ya rushwa wangali wakiwa wadogo. Hii inawasaidia wanapokuwa wanajua madhara ya rushwa. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Handeni Akaeleza miradi ambayo wametekeleza na mengine ambayo inaendelea kufanyika kwa nia ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Mpaka sasa zahanati, kwenye sekta ya afya, tumeongeza zahanati tisa zaidi, kituo kimoja cha afya, lakini hospitali ya mji wa Handeni ambayo ilikuwa chakavu na kongwe imekarabatiwa, lakini tumeongeza majengo kwenye eneo lile, kama jengo la emergency, jengo la ICU, pamoja na jengo la mortuary. Lakini kwenye upande wa elimu Handeni mjini ni mahala ambapo tumeongeza shule za sekondari saba zaidi kati ya sita ambazo zilikuwepo, lakini tuna mradi wa miji ishirini na nane bilioni mia moja sabini na moja miradi ambayo inakwenda kumaliza shida ya maji Handeni mjini na mwisho, barabara tumetoka bajeti ya milioni mia sita hamsini na tatu, mpaka bilioni moja na milioni mia tisa Barabara za lami zaidi ya kilomita 7.8 zimejengwa. Mbunge wa jimbo la Handeni mjini akawataka wananchi kutunza miradi hiyo kwani serikali imetumia fedha nyingi hadi kukamilika kwake. Tunawaomba viongozi wetu wa mbio za Mwenge kitaifa watakaporejea kwa mheshimiwa rais, watufikishie shukrani zetu nyingi hizi ambazo nimeziongea hapa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Handeni mjini. Ndani ya miaka ya uongozi wake tumepata chuo kikubwa cha Veta ambao ujenzi unaendelea mradi ambao mkamilika kwake utagharimu takriban bilioni nne. Mheshimiwa Rais ametuwezesha kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye eneo hili la elimu. Kutoka hapa wilayani Handeni, mkoani Tanga. Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.